Nafikiri, na ni siku mbaya ofisini. Zile siku mbaya ofisini, kulikuwa na nafasi kadhaa ambazo Simba wamezipata nafasi za wazi kabisa, nyingine mpaka mpanzo amemzunguka goalkeeper kabisa, lakini zimeshindwa kuleta matokeo, zimeshindwa ku, kutoa magoli. Kwa hivyo ni ndo mchezo wa mpira wa miguu unashinda, unashindwa au mnatoa draw. Kwa hiyo leo ilikuwa siku mbaya ofisini, na mimi binafsi nimesikitika na naamini ni kwa Watanzania wote. Uh, lakini kama mnavyofahamu, hii ni hatua ya makundi, tunazo mechi nyingine ambazo Simba Sports itacheza. Kwa hiyo kwa japokuwa imeanza na mguu mbaya, lakini naamini bado inayo nafasi. Tukiachia kama Simba kupoteza, lakini kama taifa, timu zetu nne zinashiriki mashindano ya mataifa tatu, zote zimepoteza kwa sababu moja ngapi Tanzania ambao wameibuka na na ushindi. Inatoka simeni gani? Game yaanza mtari? Eh. Bila. Wamepoteza sana? Moja bila. Bila. Bila. Bila. Bila. Uh, kama ambavyo nimetangulia kusema kwanza tuna nchi chache sana ambazo zimeingiza timu nne kwenye hatua ya makundi hii. Hili mnalitakuwa mnalifahamu. Kwa hiyo hicho sio kitu kidogo, ni kitu ambacho kinatakiwa kituamshe, kwamba tuko wapi kwenye kiwango cha mpira wa miguu barani Afrika. Na kama ambavyo nimetangulia kusema pia, hii ni hatua ya makundi, kwa hiyo kupoteza mechi hakumaanishi kwamba uko nje ya mashindano unayo nafasi ya kujiuliza. Unazo mechi kadhaa za nyumbani, unazo mechi za ugenini ambazo unaweza kupata matokeo, hali kadhalika kama walivyopata walipo Petro leo hapa. Kwa hivyo nafasi bado ipo, na naamini timu zetu zitafanya vizuri. Lengo ni kuwa na timu kwenye kila mashie, uh, kwenye, kwenye mashindano yote ile, yeah, Confederation na Club Bingwa kwenye angalau hatua ya robo fainali.